Soma yeah. sana ya muziki katika Berkeley Music College, Boston, Marekani. Ana shahada ya uzamili <manywa> Kiswahili kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta. Bwana Obutu ni mwanzilishi wa shirika la sanaa la Doi Music and Arts, Nakuru, Kenya. Alipokea simu ya Bwana Kalia alijua kuwa ujumbe ulihusu rafiki yake wa miaka mingi Siri. Yeye naja ni marika waliokuwa katika kijiji cha Ngomongo, walisoma shule moja ya msingi na vile vile sekondari. Urafiki wao ulifana kiasi cha wao kujulikana na wengi kama ndugu. Urefu wa kimo, rangi ya maji ya kunde, na meno meupe midili ya deduti baadhi ya sifa za Siri wawili hawa walifanana sio tu kimaumbile, bali pia kimwenendo. Hata hivyo, japokuwa wapole katika mazungumzo, kando na kulandana katika mambo mengi, wao waliheshimu sana kauli ya udugu na kufaana, sio kufanana, wakishirikiana katika mambo mengi, si masomo, si michezo, si kifedha naambiwa kwamba siri atakuwa hewani kwenye runinga ya kikwetu katika muda wa saa moja kuanzia sasa. Ametaka mimi mamake na wewe tuwe kwenye kituo hicho, hivyo wanahabari wanatusubiri kule mjini. Haya, dakika kumi uwe hapa tuondoke, alisema Bwana Kalia kwa uchangamfu. Furaha iliyoje! Jaka alikonga asubuhi ile ya saa moja unusu akachukua shati la kipekee aliloweka chini ya mto wa kitanda chake cha kujitengenezea ilikuwa limetii amri ya, ya kunyooka baada ya kulaliwa kwa takribani mwezi mzima kuisubiria safari kama hii. Suruali yake ya kaki ambayo wadhalamu la wa itaji pasi ilikuwa kwenye kamba. Alikuwa ameifua usiku wa kuamkia siku hiyo, japo haikuwa imekauka vizuri. Hali yake haingetambulika na yeyote alilaa, huku akijiambia kuwa aingekaukia njiani. Si kwamba Jaka na pesa la Asha, yeye anawekeza kwa ajili ya kujiendeleza kimasomo na fursa aliyoinimwa kwanza na kifo cha wavyele na pili Bwana Kalia mwenyewe safarini Jaka alikumbuka barua pepe aliyokuwa ametumiwa na siri mm humo -hmm. Alidai alikuwa na ujumbe muhimu aliyotaka nchi nzima ifahamu. Alitazamia kutumia fursa aliyopewa na kituo cha kikwetu kuwasilisha ujumbe huo mm -hmm. Hakutaka kuufafanua wala mtu mwingine ajue mpango huo. Alimwonya dhidi ya kumweleza babake. Kwa kawaida cini awasiliana na wazazi wake kwa njia ya Skype. Aghalabu, jamii ya lile ulitwa nyumbani kwake Bwana Kalia kuunganisha mitambo na kuhakikisha kuwa wahojiwa wanaweza kuonana ipasavyo. Ujuzi huu kahata za ya yayeye kutofanikiwa kujiunga na chuo chochote kile tangu kuhitimu masomo ya shule ya upili. Leo hii ataingia mahali ambapo atashughulika na lolote ila kuchangia katika mahojiano hatakiwako tu. Ukumbi wa mahojiano ulikuwa mtulivu na ulishamiri usafi asiyowahi kuona Jaka. Makochi yenye rangi ya majano yalipendeza mno kiasi ya cha kijana huyu kutoamini kwamba alifaa kuketi hapo. Bwana Karia na mkewe Bimshewa Waliketi kwenye kochi moja lililowasitiri vyema . Jaka aliketi kwenye jingine karibu na alipokuwa mtangazaji. Mkabala na alipokuwa mtangazaji kulikuwa na kiwambo kikubwa kama ukuta. Jaka alikisia kuwa hapo ndipo wangemwona siri wakati wa mazungumzo. Upande wa kushoto pembeni mwa kiwambo hicho kulikuwa na nembo ya Visi. Mtangazaji wa zamu siku hiyo alitabasamu na kuwakaribisha wageni kwa sharubati ya machungwa waliyowekewa kwenye glasi mezani. Mwenyewe alikuwa mrembo kupindukia na mavazi yake yaliingiliana sawasawa na mada alizoshughulikia katika kipindi chake cha Nyumbani ni Nyumbani. Alizungumza Kiswahili kwa ufasaha uliomfurahisha Binishewa, ambaye anafundisha Kiswahili katika shule ya upili kule kule walikosoma Siri na Tak, kila mara akitabasamu na kutindisha kichwa kama ishara ya kukubaliana na mtangazaji. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji, jina langu ni Jenga Toni. Haya ni makala ya Nyumbani ni Nyumbani kwenye runinga ulipendayo ya Kikwetu. Leo nina furaha kuzungumza na kijana mmoja anayesoma kule Uchina. Siri Binharia ni mwanao Bwana na Bingaria, aliyeondoka humu nchini takriban miaka sita iliyopita. Kwa kweli, haikuwa kazi rahisi kumpata, ila tunamshukuru Mola kwa fursa hii. Kwenye studio ninao wazazi wake na rafiki yake wa karibu kwa jina Masumbuko watatu hao walipewa fursa ya kuwasabahi watazamaji. Punde picha ya Siri ilitokeza kwenye kiwango kile. Alionekana mwenye furaha hasa alipomwona jaa kwenye ukumbi. Alipewa dakika mbili kujitambulisha, kisha Bigatoni akasema, asante sana kwa kitambulisho hicho. Natumai rafiki zako huko mjini wanafurahia popote walipo. Kwa niaba ya kituo hiki ninatoa shukrani kwako kwa kuitikia mwito wa kuwa nasi leo. Vile vile tunakupongeza kwa kwa, kuizikia, bile bile, tuna kwa kuwa shabiki wa dhati wa kipindi hiki. Ni kutokana na mchango wako kupitia Twitter na Facebook katika maswala mbalimbali ambapo waliamuliwa upewe fursa ya kuzungumza moja kwa moja na watazamaji wetu. Naam. Kimsingi wakati kama huu, wananchi hupata kuwafahamu wenzao wanaosoma au kufanya kazi katika nchi za ughaibuni. Leo ni siku yako, Siri bin Kalia. Lakini kabla ya kusikiliza historia ya ufanisi wako, nina swali moja kwako. Lipi hilo? aliuliza Siri. Umekuwa Uchina kwa miaka zaidi ya mitano, lakini ninapokusikiza au hata kusoma maoni yako huwa naona ubichi wako katika lugha ya Kiswahili. Isitoshe, tuna habari kwamba uko Uchina umewafundisha Wachina wengi lugha hiyo. Je, mbona kuishi uko hakuja kufanya kuisuta lugha yako? Ah, nashukuru kwa utambuzi huo. Nikiwa katika shule ya upili niliwahi kusoma riwaya yakea a e Mwisho wa Kosa. Nilimchukia mhusika Munika kwa jinsi alivyogeushwa na maisha ya Ulaya alikoenda kusoma. Kurejea kwake nyumbani kulileta machozi, majuto na masikitiko badala ya furaha na amani. Wale waliomwezi wakati ana elimu hiyo na hata kumtuza, aliishia kuwaona kama hawana maana na akawa anawakebehi. Uamuzi wa kuheshimu asili yangu ulimbukia hapo. Nilikata kauli kwamba hasilani, sitakubali kubadilishwa na hali ya maisha ya mtu yeyote, hasa inayoweza kunifanya kutowapenda hadinasi jinsi walivyo. Njia mwafaka ya kufanya hilo ni kuhakikisha kuwa nimeshikilia ya lugha yangu, hata ingawa kuna imani potofu kwamba sisi wanasayansi mara nyingi hatujishughulishi na lugha ya undani. Kila mwezi mimi husoma riwaya mbili sambilia mbili na angalau diwani ya mashairi kila baada ya miezi miwili. Hapa Uchina lugha ya Kiswahili inapendwa mno. Ukweli ni kwamba kunao wenyeji wa mtu ambao wamejifunza lugha hii na kuizungumza vyema kuliko watu wengi huko nyumbani. Hivyo mimi hufanya juhudi kukutana na baadhi yao angalau siku moja kwa mwezi, tukajadili mada mbalimbali. Safi kabisa maelezo mazuri na yenye mafunzo kem kem, na mwana Biishewa alivyojawa na furaha kweli kweli. Nigazoni, alisema huku akimwangalia mamake Siri. Ndio huo hili iliyokuka mwanangu, alitamka mamake Siri. Ukumbi ulirindima kwa kicheko kilichowaelekeza kwenye muda mfupi wa mapumziko. Wakati huo watatu hao walipata muda wa wali, kunywa kinywaji walichopewa huku mtangazaji akishughulika kujitayarisha kwa mada ya siku. Kwa kweli na sili mmetoka mbali, wakumbuka hilo shindano mkiwa katika kidato cha nne. Laiti wangalitoa nafasi kwa washindi wawili. Hata hivyo siku yako hivyo, Gilishewa alisema huku akipiga funda ya sharubati. Jaka alitabasamu kama kawaida yake ila moyoni aliungulika kwa vile alivyopopola